huo ni mtifuano wa Gambo na Makonda katika sura mpya Arusha. Lakini bado kuna habari nasema, polisi ya onya sherehe za Idi ikiorodhesha mambo kadhaa. Polisi wa onya sherehe za Idi ikiorodhesha mambo kadhaa. Lakini ambari thelathini kupeperusha bendera NCCR, nafasi ya urais ambari na 30 kupeperusha bendera eh, kwa nafasi ya urais lakini Chadema yaitisha maandamano tena. Hicho ni chama cha demokrasia na maendeleo. Chadema chaitisha maandamano tena, yawakaribisha sistem kushiriki, ni baada ya polisi kukiri heche alia na kubeti wasira lisu warushiana vijembe. lakini katika ripoti maalum kwenye gazeti la Nipashe inaandika malori ya mchanga ya haribu nyumba na barabara jirani, malori ya mchanga ya haribu nyumba na barabara jirani lakini ajali ilivyokatisha uhai wa wanakwaya sita KKT na 75 wajeruhiwa. Ajali ilivyokatisha uhai wa wanakwaya sita wa KKT na 75 wajeruhiwa. Lakini Mo alivyoisuka Simba. E, kumradhi bado kuna e, Kafulila atoa ufafanuzi wa kitaalamu uhimilivu wa deni la taifa e, huyu David Kafulila atoa ufafanuzi wa kitaalamu uhimilivu wa deni la taifa. Yuni habari ni kurasa wa saba wa gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini kwenye gazeti la taifa Tanzania eh, kumradhi, ni gazeti la Tanzania leo eh, kurasa za mbele na nyewe na habari inasema, wana CCM acheni makundi tuwe na umoja na mshikamano. Huyo ni Steven Wasira asema wana CCM eh, Wasira asema wana CCM acheni makundi tuwe na umoja na mshikamano lakini kuna habari inayosema ni Samia kila kona royo tua ya tikisa, ni Samia kila kona royo tua ya tikisa, watalii waongezeka, mapato yapa, ya paa, maono yake yaweka alama duniani. Lakini CCM yamjibu zito kabwe vikao vya chadema CCM e, yamjibu zito kabwe vikao vya chadema. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini ajali ya gari ya ua wanakwaya sita same e, ajali ya kwaya ya uwa wanakwaya sita huko Same. Lakini uongozi wa gazeti la Tanzania Leo e, unaotakia Waislamu wote sikukuu ya Idil Fitri. Hizo ni salamu kupitia gazeti la Tanzania Leo kutoka kwa uongozi wa gazeti hilo e, unaotakia Waislamu wote Idil Fitri. Lakini bado tukiachana na gazeti lako la kula Tanzania Leo e, tuangazie kwenye gazeti la Uhuru lenye linaandika wanakwaya sita wafariki dunia ajali ya gari lakini matukio, matukio ya udhalilishaji yapungua visiwani Zanzibar. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Wasira akemea makundi ndani ya CCM. Huyo ni Steven Wasira akemea makundi ndani ya CCM, asema chama eh, kikishindwa sehemu, sababu kubwa ni makundi, asisitiza umakini kupata wagombea. Lakini awarushia kijembe Chadema kwamba eh, wamechuja hawana mvuto eh, wa chaguliki eh, huyu ni Steven Wasira, watu pia vijembe Chadema wasema wamechuja, eh, hawana mvuto na hawachaguliki. Lakini kuna habari inasema kazi na utu tunasonga mbele, eh, wachumi waeleza mbinu kuzuia upotevu wa maji, wachumi waeleza mbinu kuzuia upotevu wa maji. Lakini bado kuna habari inasema makala, eh, CCM haipo tayari kwenda kinyume cha katiba. Huyo ni makala asema CCM haipo tayari kwenda kinyume cha katiba. Lakini Kassim Majaliwa aridhishwa na maandalizi ya mwenge. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa aridhishwa na maandalizi ya mwenge. Hiyo ni ambayo inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya, ya leo kwenye habari kubwa inaandika eh, China kuendeleza sera za kijeshi na Irani na Urusi. Lakini polisi yajipanga kuimarisha ulinzi Wazanzibari eh, wa sherehekea Idil Fitri leo eh, Balozi Sefu awahimiza vijana kusoma kwa bidii, Balozi Sefu awahimiza vijana kusoma kwa bidii bidi. Lakini Mazurui azindua kampeni ya Zanzibar Afya Wiki. Huyu ni Mazurui azindua kampeni ya Zanzibar Afya Wiki 2025, lakini wakulima miwa chenju kulipwa fedha zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele, lakini tukiangazia gazeti la Rada lenye linaandika Uh, sisem ya kosha wana Mufindi lakini uh, sisem wa kosha wana Mufindi. Chadema gari limewaka, ujio wa Dr. Slaa wabadili upepo wa kisiasa. Sisem waanza mikutano ya kufukia nyayo. lakini lakini wakeketaji wabuni mbinu mpya, e, hao ni wakeketaji wabuni mbinu mpya, wasambaza hofu ushirikina, uh, kunyamazisha wafuatiliaji. TGNP, hatuna taarifa hizo, lakini tutazifanyia kazi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rada e, kwa asubuhi ya leo. Lakini Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, asubuhi ya, ya leo lina habari kubwa inasema, Mchengerwa aomba, aombwa kuchukua hatua madudu Ifakara mji oz, waziri Mchengerwa aombwa e, kuchukua hatua kwa madudu Ifakara mji. Lakini dereva aliyesababisha kifo cha OCD wachanika akamatwa, dereva aliyesababisha kifo cha OCD wachanika akamatwa. Sheria ya kuifanya Nemki kuwa mamlaka ya nukia. Sheria ya kuifanya Nemki kuwa mamlaka ya nukia, naibu waziri asema itaipa nguvu kukabiliana na wakiukaji sheria. Lakini ampongeza mkurugenzi mkuu Dr Semesi kwa uchapakazi hodari, asema Nemki imefanya kazi kubwa kulinda mazingira na inastahili pongezi. Lakini kuna habari inaosema TANESCO yashinda tena tuzo bora eh, wa huduma kwa wateja Donetsk yashinda tuzo e, za ubora kwa huduma kwa wateja. Lakini Aidani Mlawa ampa kongole Rais Samia kwa kuheshimisha chama. Aidani Mlawa ampa kongole Rais Samia kwa kuheshimisha chama. Yuni habari kwenye gazeti la Korri Mzalendo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya Wanyonge, asubuhi ya leo tuna habari kubwa inayosema Ridhwani Kikwete aongoza wananchi waliojiajiri kujiunga na NCCF. E, Ridhwani Kikwete aongoza wananchi wale wajajiri kujiunga na NCCF. Lakini serikali ya Kolea ya koleza kasi uchumi kidigitali Zanzibar. Serikali ya koleza kasi e, uh, uchumi kidigitali Zanzibar. Lakini bado kuna habari kubwa inasema serikali kuifanya Nemki mamlaka kamili. Serikali kuifanya Nemki mamlaka kamili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Machinga kwenye kurasa za mbele patanikale yako kwa habari kwa kinam lakini bado kuna bari inayosema yapongeza kwa kazi kubwa ya kudhibiti mazingira. Hao ni Nemki. Naibu waziri ampa kongole mkurugenzi mkuu semesi. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini balozi kusikuluka ataja faida ya uwekezaji nchini. Huyo ni balozi kusiluka ataja faida za uwekezaji nchini. Lakini wasira au nyamakundi CCM, huyo ni Steven wasira au nyamakundi CCM, asema ni chanzo cha kushindwa uchaguzi, asisitiza umoja na mshikamano hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya Wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini tukiachana gazeti la Wamachinga tuangazie gazeti lako la Pambazuko lenye eh, na tupambazuko kusema eh, mpwa Magufuli ataka mafisadi wanyongwe. Huyo e, ni mpwa wa Rais eh, Hayati Dr. John Pombe Joseph John Magufuli e, ataka mafisadi wanyongwe, ni wale walioibuliwa na ripoti ya CAG. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko. Lakini kashfa iliyoibuliwa na Pambazuku ya wapeleka watu jela tawala za Afrika na za biashara e, ya nishati. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Pambazuku. Lakini tahariri CAG aongoze e, kuchukuliwa hatua. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini tukiachana gazeti lako e, la Pambazuku, tuangazie gazeti lako la Habari Leo linaandika kanuni za wekwa kuilinda shilingi. Serikali yataja makosa malipo yanaoruhusiwa kwa fedha za kigeni lakini Majaliwa aridhishwa na maandalizi ya kuwasha mwenge. SMZ yaongeza kasi uchumi wa kidigiti. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo ukurasa wa mbele. Na tuangazia sasa kwenye michezo na burudani, tunaanza na gazeti lako la Habari Leo linaandika Yanga yaitolea ya macho Tabora. E, Yanga yaitolea ya macho Tabora, lakini Serengeti Boys kufungua Dimba na Zambia leo. Majaliwa avivalia njuga viwanja Afconi. Lakini Gor Mahia na FC Leopard hakuna mbabe. Haya, katika burudani Harmonize ahirisha tena tamasha lake, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la The Sport linaandika Simba, kazi inaendelea Misri. Hamdi, hatuna pressure na Tabora United, hiyo ni habari kwenye gazeti la The Sport. Lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa akagua uwanja viwanja vya Chani 2025 kocha mafunzo ayaangalia kivingine, ligi kuu Zanzibar, hiyo ni gazeti lako la The Sport lakini habari e, kubwa ni Hamdi hatuna presha na Tabora United. Lakini kwenye gazeti la Raia Mzalendo kuna michezo inaandika Simba yajipanga kwa hujuma Misri, Simba yajipanga kwa hujuma Misri. Lakini kocha Yanga hatuachi kitu, huyo ni kocha wa Yanga sema hatuachi kitu. Kocha Tabora United awalulu ligi kuu e, kocha Tabora United awalulu ligi kuu, ni habari kwenye gazeti la Raia Mzalendo lakini gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Yanga sasa wanalitaka CRDB FA, Yanga sasa wanalitaka uh, CRDB FA. Simba ya watisha almaseri kwao, lakini malale hamsini kutimkia Mbea City, e, malale hamsini kutimkia Mbea City, Manula kuondoka Simba mwisho wa msimu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge. Pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la wamachinga kurasa za michezo, linatofangia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo patenegele yako kwa habari kwa kina. Asanteni na tunawatakia Idi njema, kwaherini, asubuhi njema.